Ni wakati mwingine tena mdau wa Dela Media Simulizi eh, katika kukuletea simulizi mbalimbali mbali. ikiwa ni katika sehemu ya nne ya simulizi ya Rozi. Moja kwa moja, mdau wa Dela Media Simulizi ni kukaribishe sana, tuweze kuendelea kuwa pamoja. Mimi naitwa Adela Kavishe, mtunzi wako wa simulizi mbalimbali mbali za kusisimua. Karibu sana eh, katika sehemu ya tatu ya simulizi ya Rozi eh, tuliishia pale ambapo Rosi amekuwa kama amechanganyikiwa kutokana na kukuta nguo ya mtoto wake mlangoni tena usiku ikiwa imelowa damu. Sasa nini ambacho kinaendelea katika maisha ya Rosi? Endelea kuwa nami uweze kufahamu. Rosi anaendelea kulalamika huku akionekana kuwa na wasiwasi mwingi sana. Hakutegemea kukuta nguo ya mtoto wake mlangoni ikiwa imelowa damu nyingi kwa usiku ule. Mume wake alichukua ile nguo na kuitizama. Kisha akamuuliza Rosi, "He, kuna kitu gani mke wangu, mbona sielewi, hizi damu zimetokana na nini? Rosi alimtizama mume wake kisha akasema, mume wangu, ukiniuliza hilo swali, hata mimi sijui. Nimetoka nje nakwenda kumbembeleza mtoto, nakutana na, na nguo hii ya mtoto imeloa damu. Sijui nani kaiweka na nini ambacho kimesababisha hii nguo ikaloa damu moja kwa moja. James akamshika mkono Rose na kumwambia, mke wangu, nakuomba tupumzike kwa usiku huu. Sasa hivi inaelekea majira ya saa nane za usiku. Kesho asubuhi tutajua tunafanyaje. Kwa sababu hata mimi sielewi nini ambacho kimetokea. Haya ni mauza uza. Rose alikuwa kama amechanganyikiwa. Ana mtizama mtoto wake analia, akitizama nguo ya mtoto wake imelowa damu ambayo amekutana nayo huko nje, hakuwa na namna. Ilibidi akae ndani huku akiwa anaendelea kumbembeleza mtoto. Baadaye mtoto alipitiwa na usingizi na Rose naye alipitiwa na usingizi, lakini ulikuwa ni usingizi wa mashaka mashaka, kwa sababu alikuwa akishtuka kila mara kutokana na hofu aliyokuwa nayo. Moja kwa moja, asubuhi ilipofika, kama kawaida, mume wake na Rose alijiandaa kwenda kazini. Rozi alimchukua mtoto wake na akawa ameketi naye sebuleni. Ilikuwa ni majira ya asubuhi mida ya saa mbili. Wakati Rozi akiwa anamembeleza mtoto pale sebuleni mume wake alikuwa amekwisha ondoka, na kwa upande wa Anita, ambaye ni msichana wa kazi wa Rozi, alikuwa jikoni akiosha vyombo. Akiwa amekaa pale sebuleni, huku anamembeleza mtoto, alikuwa akiwaza mambo mengi sana moyoni mwake. Kimoja ambacho alikuwa anakiwaza ni kwamba hivi mtoto wangu kuna kitu gani ambacho wanafanyiwa na? Usiku ule saa saba za usiku, nani kaiweka ile nguo pale mlangoni? Hapa ndani tupo watu watatu, mimi, baba Eliza pamoja na huyu msichana wa kazi Anita. Au nimuulize Anita? Yawezekana Anita ndo kaiweka ile nguo ya mtoto pale. Sasa nani atakuwa amefanya hivyo? Haya ni maajabu kwa kweli. E, ngoja nimwite huyu msichana. Alifikiria Rosi huku akiwa anamweka mtoto kwenye kochi na kuelekea jikoni kumuita Anita. Anita alikuja disiplini, akawa ameketi moja kwa moja. Rosi akaanza kumuuliza Anita, jana usiku mida ya saa saba ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Anita alishangaa kwa nini Rosi amemuuliza swali lile, na kusema, dada, mida hiyo mimi nilikuwa nimelala Mbona sielewi? Saa saba za usiku. Mara nyingi huwa nakuwa tayari nimekwisha lala. Rosie, kutokana na mawazo mengi na kuchanganyikiwa alikuwa ni mtu ambaye anaonekana kuwa na hasira kwa wakati huo. Akamuuliza tena kwa sauti ya jazba, ulikuwa umelala mida ya saa saba. Sasa nani ambaye alikuwa ameweka nguo ya mtoto mlangoni kwangu? Tena ikiwa imelowa damu. Hapa ndani tuko watu watatu. Mume wangu alikuwa amelala. Mimi nimetoka nje kumbembeleza mtoto na kutana na nguo ya mwanangu ikiwa imelowa damu. Nani kaiweka pale? Kama sio wewe. Anita alikuwa kama amepigwa na butoa, akamtizama Rose na kusema, "Mbona sielewi? Mimi nimeweka nguo ya mtoto imelowa damu mlangoni kwako." Hapana dada, sio mimi. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Na damu hiyo imetokea wapi? Aliongea Anita huku akiwa kama ni mtu ambaye anashangaa kile ambacho anaelezwa na Rosi. Basi moja kwa moja Rosi alisimama na kisha kumwambia, "Jana usiku nilikuta nguo ya mtoto wangu imelowa damu. Sijui ni nani aliyoiweka lakini nakuhakikishia Anita. Nitamfahamu tu mtu ambaye ananifanyia mambo ya ajabu. Mwanangu kuna vitu anafanyia ambavyo sio vizuri. Kwa hiyo nakwambia wewe kwa sababu hapa nani tuko watu watatu, nani atakuwa ameweka ile nguo?" Anita akamwambia Rosi, "Dada, mimi siusiki na sijui chochote kinachoendelea. Unaposema kwamba mimi ndo niliyeweka, sielewi kwanza hata hiyo nguo imetokea wapi na nikafanya hivyo. Ni kama vile unanionea tu dada, mimi sijui hayo maajabu yametokea wapi, alijibu Anita, na Rose moja kwa moja akamwambia tu aende jikoni akaendelea na kazi zake. Wakati huo, Rose aliendelea kuwa na mawazo mengi sana, alifikiria mambo mengi huku akiendelea kusali na kumwomba Mungu amsaidie mtoto wake asipate na chochote kibaya. Siku hiyo Rose alishindwa kabisa kukaa pale nyumbani, akaamua kwenda nyumbani kwa mama yake ili aweze kumweleza kile ambacho kimetokea. Alipofika kule, kwa kila kitu akamweleza. Mama yake alishtuka sana, akamwambia, mwanangu, inabidi usali, mshirikishe sana Mungu katika mambo yako kwa sababu vitu kama hivyo ni hatari kama vimeanza kukutokea wewe. Hatujui ni nani ambaye anakufanyia hivyo. Kuwa makini sana, hususan na huyo msichana wako wa kazi. Inawezekana akakataa kwamba yeye hafanyi, lakini kumbe anakifanya hicho kitu, kwa sababu siku zote mtu ambaye ni mbaya kwako kwa, ukimuuliza hawezi kukuambia kwamba yeye ni mbaya. Lazima atakana na kujifanya yeye ni mzuri, lakini kumbe sio mzuri hata kidogo. Kwa hiyo mwanangu, ninachokushauri chunguza taratibu, kuwa makini. Mama yake na Rose aliweza kumshauri na moja kwa moja basi Rozi alirudi nyumbani huku moyoni mwake akimuomba sana Mungu aweze kumsaidia. Maisha yaliendelea. Alipokuwa na sali, hivyo hivyo maisha yakaendelea. Hali ya mtoto ikawa inaendelea tu kuwa nzuri kwa namna ambavyo Rose alivyokuwa akimuomba sana Mungu amsaidie. Kweli Mungu alikuwa anamsaidia kwa hiyo mtoto. Hali yake ikawa inaendelea tu kuwa nzuri na hakuona tena mambo mengine ya ajabu. Hatimaye ujauzito uzito wa Anita ukafikia umri wa miezi saba. Kwa wakati huu mtoto wa Rose tayari alikuwa amekwisha kuwa mkubwa kidogo. Moja kwa moja Rose akafikiria kwamba ni vyema Anita akaenda kupumzika nyumbani kwao. Hawezekani akiendelea kuishi naye akiwa katika hali ile. Siku hiyo akamwita Anita, akamwambia, sasa Anita, nimekuita leo kwa kitu kimoja tu kwamba mimi naomba ungerudi ni nyumbani, nitakupa pesa kidogo urudi nyumbani, ili waweze kwenda kukulea vizuri, ujifungue salama. Na kingine, mtafute baba wa mtoto wako, ili mweze kusaidiana, hata kama mdikwazana, mimi nakuomba mtafute, vinginevyo hawezi kuendelea kuishi hapa. Tayari mimba imeshakuwa hiyo, utajifungua leo kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo cha kufanya ni kwamba nitakusaidia pesa uende nyumbani kwenu ukajifungue vizuri salama uendelee na maisha yako mengine. Wakati akiwa anazungumza hivyo, Anita alikuwa akimtizama Rose kwa umakini na kisha akajibu, lakini dada, baba Eliza si ameniambia kwamba niweze kuishi hapa bila matatizo yoyote mpaka nitakapojifungua, na pia nilishazungumza naye kwamba mama yangu mzazi atakuja hapa ili aweze kunilea kipindi hiki ambacho unakaribia kwenda kujifungua na hata nitakapojifungua hata kuwepo hapa kumlea mtoto, aliongea Anita kwa ujasiri, kitu ambacho kilimshangaza sana Rozi. Akasema, ati nini? Mama yako mzazi aje hapa kukulea wewe na ujauzito wako na hata utakapojifungua aendelea kukulea hapa hapa kwangu? Ina maana wewe Anita umeshafanya hapa ni nyumbani kwako? Aliuliza Rosi huku akimtizama Anita kwa kumkazia macho, yaani hakuamini kwamba kama Anita anaongea kwa kujiamini kiasi kile tena akisema kwamba mama yake mzazi anakuja kutoka kijijini ili aweze kumlea kipindi hiki cha ujauzito. Anita alisimama na kusema dada, yote ninayokueleza ndiyo hali halisi. Akija Baba Eliza muulize ni kweli, kwa mama yangu atakuja hapa kwa ajili ya kunilea na na hata na hivyo mimi mshahara na nilipa Baba Eliza na aliniambia nisio na wasiwasi wowote, niendelee kuishi hapa. Sasa kwa nini wewe unanifanyia roho mbaya? Kama mimi niondoke, sijui niende wapi, wakati baba Eliza ameshaamua kunisaidia. Acha roho mbaya, mama Eliza, aliongea Anita kwa kujiamini zaidi. Rozi alisimama na kusema, wakati mwingine mtu unaweza ukamsaidia akakupanda kichwani. Wewe umebadilika sana, Anita, leo hii ni mtu wa kunipangilia maneno na kunijibu kiasi hicho? Yani unaongea kwa kujiamini kana kwamba hii nyumba ni ya kwako, yani na wewe ni moja kati ya wamiliki wa hii nyumba. Yani unaongea kwa kujiamini tena kwa dharau. We mwanamke umepata na kitu gani? Kwa hiyo unajiamini kwa sababu umeongea na mume wangu? Sikiliza nikwambia Anita, baba Eliza akija leo nitaongea naye wewe utaondoka utaenda kuhudumiwa huko kwa mama yako, na sio mama yako aje hapa kukuhudumia hapa. Ni nyumbani kwangu, maamuzi yote nayafanya mimi. Nimekukubalia tuishi hapa pamoja na kukuhudumia kwa kila kitu, hakuna kibaya nilichokufanyia wewe. Unakaa unaniambia mimi nina roho mbaya? Anita, wewe wa kuniambia mimi nina roho mbaya? Sasa sikiliza, roho yangu mbaya utaiona hapa ndani, utaondoka una ujauzito sijui miezi mingapi, una kitu gani? Utaondoka kabisa, utaondoka. Labda mimi sio Rozi. Kwa upande wa Anita hakujali chochote. Usilolijua dada ni sawasawa na usiku wa kiza kinene. Hapa mimi sio wa kuondoka leo kesho, wala kesho kutwa, ndio nimefika na mama yangu atakuja hapa hapa, hiyo ndo hali halisi. Kwa hiyo wewe kasirika, lia, fanya nini, mimi siondoki. Rose alihisi kama kuchanganyikiwa. Akaona kwamba hapana, haiwezekani. Kwa nini Anita anajiamini kwa kiasi hiki? Akawaza moja kwa moja kwamba mume wake akirudi tu kutoka kazini, atamuuliza kwa nini ile hali inatokea na kwa nini kumshirikisha kwa kile ambacho amemwambia Anita, mama yake mzazi aje kwa ajili ya kumlea kwenye kipindi hiki cha ujauzito. Je, nini kitaendelea? Usikose sehemu ya tano ya simulizi hii ya Rose. Mimi naitwa Adela Kavishe ambaye nakuletea simulizi mbali mbalimbali za kusisimua kwa udhamini wa Dela Media Production.